Kisha Bwana Mtume aliporudi kutoka msafara, aliye akamuuliza, umempa jina gani mwana huyu? Akasema, sitamtangulia Allah subhanahu wa taala kwa kumpa jina bila kuchelewa. Jibril alishuka na kumfikishia salamu Bwana Mtume kutoka kwa mola wake Allah subhanahu wa taala, akamwambia, jina utakalompa binti huyu ni Zainab. Kwa hakika Allah ndiye aliyemchagulia jina hili. Kisha Jibril akamuelezea Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuhusu msiba utakaomwangukia Zainab alaiha salam. Basi, Mtume akalia akasema, yeyote atakayelia kwa majonzi ya msiba wa binti huyu ni kama aliyelia kwa majonzi ya ndugu zake wawili Hassan na Hussein alayhim assalam. Pale kifo kilipomkaribia bwana Mtume, Saida Zainab alaiha ssalam alimjia bwana Mtume babu yake na kumwambia Ewe babu yangu, jana usiku niliota ndoto kwamba upepo mkali ulivuma na kufanya dunia kuenea giza. Ule upepo mkali ukanivumisha upande moja hadi mwingine, kisha nikaona mti mkubwa. Nikaukumbatia ule mti ili kujiokoa na upepo mkali, lakini ule upepo mkali ukaufutua mti ule na kuutupa chini. Kisha nikashikamana na tawi imara la ule mti, lakini tawi likavunjika pia kisha nikashikamana na tawi lingine, nalo pia likavunjika. Halafu nikashikamana na moja ya matawi yake mawili yaliyobaki, lakini yakavunjika pia. Ndipo nikaamka usingizini mwangu. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliposikia habari hii alilia na kusema, ewe Zainab, ule mti ni mimi babu yako. Tawi la kwanza ni mama yako Fatima, tawi la pili ni baba yako Ali na matawi mawili mengine ni ndugu zako wawili Hassan na Hussein alaihim assalam. Giza litaenea duniani kwa kuuawa kwao, nawe utavaa vazi la huzuni kwa ajili ya msiba wao. Zainab al-Kubra, mama wa masaib katika siku kumi ya Muharram mwaka sitini na moja baada ya Hijra, aliona ndugu zake Imam Al-Hussein na Al-Abbas alaihim assalam pamoja na wanawe Aun na Muhammad na karibu watu ishirini wa familia yake wakiuawa kinyama kwenye sehemu inayoitwa Karbala, lakini Zainab hivyo hivyo alibaki thabiti kwa subira na imara kwa imani. Baada ya Zainab alayha salam kushuhudia familia yake kuuawa kidhulma, Yazid aliagiza jeshi lake wawafunge familia ya Bwana mtume kwa minyororo, kisha wawavute kinyama mpaka Dimashki, Siria huku Imam Alhusein, al Abbas, familia yake na wafuasi wake, vichwa vyao vyote vilikuwa vimetundikwa kwenye mishale. Saida Zainab alayh ssalam, aliyeshuhudia matukio yote haya, matukio lau vijana wangeshuhudia wangezeeka kabla ya wakati wao na nywele zao zingemea mvi, msiba usiokuwa na mfano katika taarikh tangu kuumba kwa ulimwengu. Kisha familia Mtume walipofikishwa kwenye kasri ya Yazid, al Mal'un ibn Ziyad, mmoja wa jenerali wa Yazid

imani aliyerithi kutoka mamake Saida Fatima na babake Ali ibn Abi Talib. Saida Zainab baada ya kushuhudia familia yake yote kuchinjwa na kukatwakatwa kinyama, alisimama imara na ushujaa kamili na akamkabili Yazid al Mal'un kwenye kasri yake na akamwambia: Je, unadhani ewe Yazid kwa kuwa umeweza kutuzuilia pande zote za ardhi na upeo wa anga, mpaka tukawa tunavutwa kama vile mateka wanavutwa, kwamba sisi tumechukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na wewe una heshima mbele yake, na kwamba haya yote ni kwa sababu una cheo kikubwa mbele ya Allah? Ndipo ukainua pua yako kwa kiburi na ukajivuna kwa majivuno, ukiwa umejaa furaha ulipoona dunia ipo chini ya mamlaka yako na mambo yote yamepangwa kwa manufaa yako.